Na tukirejea huko pwani ni kwamba bunge la kaunti ya Kwale limepitisha sheria ya kutoa mikopo kwa wafanyabiashara yenye riba ya chini ya asilimia tano. Makundi ya vijana, kina mama na walemavu yatapata kipaumbele wakati wa utoaji wa mikopo hiyo, wakati sheria hiyo itakapoanza kutekelezwa. Sheria hiyo ya mikopo ya biashara ya mwaka 2024 imepitishwa baada ya kufanyiwa marekebisho kutoka sheria nyingine ya mikopo ya mwaka 2020 ambayo wengi walikosa kulipa mikopo hiyo. Wakazi wa Kwale e, vijana wakinamama na wale ambao hawajiwezi wataweza kupewa mikopo ambao watalipa, na mkopo huu ambaoto Kwale kaunti inaweza inataka kulipa ni mkopo ambao unalipwa kwa riba ya chini sana, ambapo kila, kila mkwale ataweza kupata na kisha kwamba kutokana na ule mkopo waweze kujiendeleza kibiashara na waweze kujitoa katika umaskini. Tumeweza kutembea kama wanasiasa kuweza kuwaelimisha wananchi kwamba huu ni mkopo ambao riba yake itakuwa ya chini ya asilimia tano. Hiyo ni kama kutolipa, ni kulipa zile pesa za, za kuweza kuoperate ile loan.